Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813, 813. Ladha maarufu ya KFC imegeuzwa na kuwa dawa ya meno, jambo la kushangaza kabisa, lisilotarajiwa Kampuni hiyo kubwa ya chakula cha haraka iliungana na HiSmile kuzindua bidhaa ya usafi wa kinywa yenye ladha ya kuku wa kukaanga. Dawa hii ya meno ya toleo maalum yenye ladha ya kuku wa kukaanga imechochewa na mchanganyiko maarufu wa viungo 11 wa KFC. Muundo wa dawa hiyo hauna fluoride na unaahidi kumpatia mtumiaji pumzi safi pamoja na manufaa ya muda mrefu wa afya ya kinywa. Bidhaa hiyo inauzwa kwa dola 13 sawa na 34693 iliuzwa kote mtandaoni haraka sana, kulingana na ripoti ya The New York Post. Kulingana na taarifa ya vyombo vya habari, dawa hiyo mpya ya meno kutoka kwa kampuni hiyo ya chakula ya haraka yenye makao yake Kentucky ni ya kuvutia sana. Inafunika meno kwa ladha ya kuacha mdomo ukiwa msafi na wenye harufu nzuri kama vile kung'ata kipande cha kuku wa moto. Tunapenda kuvunja mipaka na kugeuza ladha maarufu ya KFC kuwa bidhaa ya kila siku, ni njia bora ya kufanya hivyo, alisema Coban Jones, meneja wa masoko ya High Smile, kama alivyonukuliwa na The New York Post. Ushirikiano huu ni wa ujasiri wa kushangaza na kufurahisha mno. Inaonekana kuwa watu wanaojali afya ya kinywa wamevutiwa sana na dawa ya meno ya Finger Licking Good. Kufikia asubuhi ya Jumanne, dawa hiyo ya meno iliyokuwa ikiuzwa kwa dola 13 ilikuwa ikipatikana pekee kwenye tovuti ya HiSmile, iliyokuwa tayari imeuzwa yote. Tovuti hiyo pia inaeleza kuwa msoki wa umeme una modi tatu za usafishaji, brashi laini zenye ncha nyembamba na kipima muda kilichojengwa ndani yake. Kwa tabasamu bora, huu ni mchanganyiko kamili wa burudani na ufanisi. Kwa wale ambao wameshindwa kupata dawa ya meno bado, wanaweza kununua mswaki mpya wa, wa umeme wa KFC ambao bado unapatikana kwenye tovuti ya High Smile kwa dola 59 sawa na shilingi laki moja hamsini na saba elfu, mia nane na sabini na nne. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.